Karibu tena mtazamaji. Hali ya wasi wasiwasi imeendelea kutanda katika maeneo ya mpaka wa Pokot magharibi na Turkana kufuatia vifo vya zaidi ya watu kumi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Hali hii imeweka hatarini maisha ya wanahabari waliojipata kwenye hofu hiyo ya kiusalama, kama anavyotuarifu Cheboit Emmanuel. ndiyo njia ya pekee ya kusafiri kuingia maeneo ya Nakomoru, Kapelbok, Juluk na Kalomwai. Wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu baada ya kukithiri kwa mashambulizi na mauaji eneo hili. Siku mbili zilizopita, watu wawili walipigwa risasi na kuuawa walipokuwa wakitoka kanisani hapa Nakomoru. Ufika saa kurudi hivi, tukakatishwa kwa manjia, tutapigwa marisasi kwa manjia mpaka tukafika hapa. Mungu peke yake akatuokoa. Saa hii ndio tumesikia ripoti kwamba wameuliwa mtu wetu, mtu wetu moja. Baada ya mauaji hayo, majangili waliyefululiza hadi katika eneo hili la uchimbaji mgodi wa Kalomwai na kufiatua risasi na kufukuza wafanyikazi wote hapa, wakapora mali kisha wakateketeza tingatinga hii ya kima cha shilingi milioni kumi na sita. Hapa hili tractor ilikuwa ni ya, ya investor mwenye alikuwa yule mwenye alikuja kutusaidia walikuja wakatuchomea wakati walitufukuza wakatuchomea hivi vile iko saa hii trakta wao ndio walichoma. Kutokana na kilio cha wakazi hapa, nilifika hapa Kalomwai kutathmini hali bila kufahamu fika majangili hao walikuwa wakitufuatilia. Punde tu kabla tumalize kujirekodi, tukafyatuliwa risasi. Hapo yule yule mwana kandarasi aliyekuwa akishughulika na mambo ya uchimbaji madini imeweza kutokea chaboy, wanahabari wamekuja kutambua hiyo mambo, wamepiga tena, wanahabari wamepiga risasi, ndio hao wamekimbia. Hatujui ni nini hao watu wamekosea sasa hiyo kitu bado ni uchungu kwetu. ya usalama wa ndani imetakiwa kuimarisha usalama hapa na kuchukulia hatua viongozi wa kisiasa ambao wamepatikana wakitoa wa matamshi ya kichochezi, huku mwanakandarasi akitaka kuhakikishiwa usalama wake. Uh, katilo wapatiwa gari ya polisi wafanyio mobility ya security kwa sababu hata wakati ilifanyika wanasema hawana gari na wamekaa kwa muda tangu hiyo gari ichomwe karibu na gemu. Cheboit Manuel, runinga ya Citizen, nikiwa Kalomwai.